Wachezaji wanatengeneza nafasi hawazitumii, kocha ndio anayelaumiwa. Ni maneno ya Heavy White Dulla, ambaye ameweza kuhoji baada ya klabu ya Simba Sport Club kuonekana kumtupia lawama meneja Dimitar Pandevu baada ya kupoteza mchezo wao dhidi ya Petro Atletico de Rando kutokea Angola. Kwa mjibu wa Heavy White anadai kwamba miezi miwili tu nyuma Mlivyokuwa na nazungumzia kuhusu mapungufu ya kocha Faru Davis, niliulizwa sana hili swali na mashabiki wa Simba kwamba wewe unasema kocha ndio tatizo, mbona timu ilitengeneza inatengeneza nafasi? Nilitoa majibu ya utetezi wa hoja zangu. So before sijaja na tathmini ya kilichotokea katika mchezo, narudisha swali lile lile kwenu. Dimitar Pandev, kosa lake ni nini kama wachezaji wanakosa nafasi kwenye empty net. Elimpanzo kakosa nafasi ya wazi, alisha, mtambu, e, alisha mtambuka hadi golikipa akakosa nafasi pia, baada ya kupiga mpira uliopa. Morris amekosa nafasi kwenye cross, e, range Neoma Emma pia pamoja na attempt finyu ya Jean Charles Awan. Kwa nini Fadlu alitetewa? Kwa sababu timu ilitengeneza eh, improvised chance. Na leo kwa nini Pandevo anaonekana hafai ikiwa timu inatengeneza nafasi? Muda mwingine ni mwombe muombe, eh, ukubalike na mashabiki tu inatosha, uwe na mbinu usio na mbinu, ila mashabiki wakishakuelewa basi Dimitali Pandevu ni mtu sahihi na naamini anaweza kufanya Simba kuwa tishio zaidi kwa hapa Afrika. Ni maneno ya Dula ambaye ameweza kutolea mfano kati ya Dimitali Pandevu pamoja na Fadu Davis, ambaye aliamua kuondoka na klabu ya Simba Sport Club, kutokana na mwendelezo ambao haukuwa mzuri wa klabu hiyo. Lakini sasa yamerudi yale yale ambayo mashabiki nao wameendelea, wameanza kumlaumu tena meneja timu Dimitar Pandev, kudai kwamba yeye wanashindwa kumwelewa anachokifanya, ili hali wachezaji wanapata nafasi za wazi na wanashindwa kuzitumia, kitu ambacho hakikutokea kipindi cha kocha Fadu Davis na kwa mujibu wa Dulla, yeye ameweza kuhoji kwamba kocha analaumiwa kwa lipi, wakati wachezaji wanakosa nafasi za wazi ambazo zilitakiwa ziwe ni magoli.